Unajua asilimia tisini ya watu duniani wanafeli kifedha. Si kwa sababu hawajui kufanya kazi, wala si kwa sababu hawana kipaji, bali kwa sababu ya makosa haya saba ambayo nitakushirikisha leo. Makosa ambayo mara nyingi huonekana madogo, lakini yana uwezo wa kukufanya ubaki maskini maisha yako yote. Lakini rafiki yangu, usiogope, kwa sababu kila kosa lina suluhisho. Na leo nitakufungua macho yako ili usiwe miongoni mwa hao asilimia tisini bali uwe kwenye lile kundi dogo la watu wachache asilimia kumi wanaojua siri za uhuru wa kifedha. Kabla hatujaanza, bonyeza subscribe na kengele ya notification, kwa sababu kwenye channel hii tunazungumzia pesa, uwekezaji na uhuru wa kifedha ili usiwe mtumwa wa mshahara maisha yako yote. Sababu ya kwanza Kutokuwa na elimu ya fedha. Watu wengi wamesoma hesabu, sayansi, historia, lakini hakuna aliyewafundisha jinsi ya kusimamia pesa. Matokeo yake, mtu anapopata mshahara, bonas au biashara ikileta faida, anashindwa kutofautisha kati ya mapato, matumizi na uwekezaji. Tafiti zinaonyesha watu wengi hutumia pesa vibaya, sio kwa sababu hawana, bali kwa sababu hawajui. Suluhisho: jifunze elimu ya fedha, soma vitabu kama Rich Dad Poor Dad, fuatilia video na podcast za kifedha, jifunze kuhusu bajeti, uwekezaji na akiba. Kumbuka, elimu ya fedha si gharama, ni uwekezaji unaorudisha mara mia moja. Sababu ya pili: kuishi zaidi ya kipato chako. Hii ndiyo sababu kubwa ya madeni yasiyoisha. Watu wanataka kuonekana wamefanikiwa badala ya kuwa wamefanikiwa mfano mtu anapata mshahara wa laki tano lakini anatumia laki saba kupitia mikopo na kadi za benki matokeo yake anaishi kwenye pumbao la kifedha suluhisho jifunze ruli ya sabini ishirini kumi sabini asilimia matumizi ishirini asilimia akiba na uwekezaji kumi asilimia sadaka au kujipa furaha Ukijilazimisha kufuata bajeti hutawahi kufilisika. Sababu ya tatu: kutegemea chanzo kimoja cha mapato. Kuna msemo mmoja wa zamani wa Kiingereza unasema, never put all your eggs in one basket, usiweke mayai yako yote kwenye kikapu kimoja. Maana yake usiweke rasilimali, matumaini au wekezaji wote sehemu moja pekee, kwa sababu ukipoteza hiyo sehemu utapoteza kila kitu. Hali ya sasa, wengi wanategemea mshahara tu. Tatizo ni moja, kazi ikipotea maisha yanavurugika. Matajiri wana multiple streams of income: biashara, uwekezaji, dividends, intellectual property, real estate na mengineyo. Suluhisho: anza kuunda vyanzo vya mapato, unaweza kuanza kidogo freelance, biashara ndogo, digital products au uwekezaji mdogo. Hata elfu hamsini ikizalisha kila mwezi ni step kubwa kuelekea financial freedom. Sababu ya nne: kuto kuweka akiba na uwekezaji mapema. Tatizo, watu husubiri mpaka mishahara iwe mikubwa ndipo waanze kuweka akiba. Ukweli, kama huwezi kusave elfu kumi ukiwa na laki moja, hutaweza kusave laki moja ukiwa na milioni moja. Mfano wa compound interest. Ukiwekeza laki moja kila mwezi kwa miaka kumi kwa return ya asilimia kumi unaweza kuishia na zaidi ya milioni ishirini. Suluhisho: weka akiba mara tu unapopata kipato, tumia kanuni ya pay yourself first, kisha elekeza akiba hiyo kwenye uwekezaji, sio tu benki. Sababu ya tano, kukwepa hatari risk aversion. Watu wengi wanaogopa kuwekeza kwa sababu ya hofu ya kupoteza pesa, lakini kutokuchukua hatari ndio hatari kubwa zaidi. Waliowekeza kwenye teknolojia makema, mfano crypto au stock fulani, walichukua risk. Wengine waliokaa pembeni, leo wanalalamika. Suluhisho: jifunze kudhibiti risk badala ya kuikwepa, diversify uwekezaji, anza kidogo, elewa unachowekeza. Usikimbilie kila deal, chagua risk iliyo smart. Sababu ya sita: kutokujali madeni. Madeni mabaya, yani bad debt, ni sumu ya kifedha, hasa mikopo ya matumizi: simu, nguo, starehe. Watu wanakopa ili kuonekana, sio ili kuwekeza. Tatizo, interest inakula kipato chako kabla hujakiishi. Suluhisho: tambua tofauti kati ya good debt, yaani mikopo ya biashara nyunga elimu bora, na bad debt, mikopo ya starehe. Ukopaji wa starehe usiukubali hata kidogo. Sababu ya saba: kutokuwa na nidhamu ya muda mrefu. Uhuru wa kifedha si sprint, ni marathon. Watu wengi huanza vizuri, lakini wanakata tamaa mapema. Siri kubwa ya utajiri ni consistency. mfano mtu anawekeza elfu hamsini kila mwezi kwa miaka 20 atakuwa na milioni hata bila jackpot. Suluhisho, tengeneza plani ya kifedha ya miaka kumi ishirini, usikimbilie shortcut za utajiri wa haraka. Nidhamu ya muda mrefu ndiyo garantii ya mafanikio. Hizo ndizo sababu saba kwa nini asilimia 90 ya watu hushindwa kifedha, na sasa unajua siri ya kuepukana: ni kufanya kinyume chake jifunze elimu ya fedha, usiishi zaidi ya kipato, tengeneza vyanzo vingi vya mapato, anza kuwekeza mapema, kabiliana na hatari kwa akili, jali madeni na kuwa na nidhamu ya muda mrefu. Kama video hii imekufungua macho, acha comment hapa chini: ni kosa gani kati ya haya saba unahisi limekuwa kikurudisha nyuma zaidi na unataka nilitafutie video maalum? Usisahau kusubscribe Fikra Chanya kwa mafunzo zaidi ya maisha, saikolojia, fedha na uchambuzi wa vitabu. Asante kwa kutazama. Tukutane kwenye video inayofuata.